Wakurugenzi wa vyama vya ushirika kutoka eneo bunge la mlima Elgon kaunti ya Bungoma wamewalaumu maafisa wa usalama kutoka eneo hilo kwa kile wanachodai ni kushirikiana na madalali wa kahawa kutoka taifa jirani la Uganda wanaonunua zao hilo kwa wakulima. Wakiongozwa na Masibo Cheshare wanasema, licha ya wakurugenzi hao kushiriki kikao na vitengo vya usalama kuhusu namna ya kudhibiti madalali hao, imebainika kuwa maafisa wa polisi wamekuwa wakipokea hongo kutoka kwa watu hao na kuwaruhusu kusafirisha kahawa hadi Uganda. Wakulima hao sasa wanataka waziri wa usalama kuwahamisha madalali hao kutoka Mlima Elgon. Yani, mwananchi yes, eh... wa kahawa ako na haki ya kulindwa na mali yake, lakini sisi Mount Elgon hatulindwi na mali yetu, mali yetu nyingi inaenda Uganda, so tungependa to arrest that situation, mlete security, wale wako saizi aa. Kwa sababu tumefanya mikutano mikikao mingi na hao lakini hawajawahi kufanikiwa. Kwa mambo ya kahawa baada inaenda Uganda. Magulini ya kahawa imekuwa mbaya sana, na hizi kahawa zinapita hata mbele ofisi ya county commissioner, sub county commissioner ya Cheptais, DCI ya Cheptais, wakiona tu kahawa ikienda ng'ambo hii. Tunaomba cabinet secretary, ingewezekana hii security imekompromise na wale watu ambao wanasimaga kahawa wakipelega nje ya Uganda, na ninapoongea tunaambiwa wanalipwa hata shilingi mia mbili pikipiki moja. Kama serikali ya Kenya, tuko napoteza ushuru mingi sana kwa kahawa ambayo inaenda Uganda, kwa sababu hiyo ushuru ndio ingetumika kuandika watu kazi hapa Kenya. Barabara zingejengwa lakini, unaona tukapoteza ushuru mingi kwa kawa wetu kwenda Uganda. We all know that uh, coffee is the most, is the the most second most traded com commodity in the world after oil. So tukipoteza ushuru wetu, hawa vijana ambao wanafanya kwa mfano kama mecomapa kama e society zetu watapoteza kazi, kwa sababu production kwa factory hazitakuwa, wakazi wa sabaki uh, eneo la afirikana.